Kuwa mawaziri Musalia Mudavadi ameendelea kutetea makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali ya Kenya Kwanza na chama cha ODM, na kupuuzilia mbali madai kwamba ushirikiano huo unalenga kunufaisha eneo la Nyanza peke yake okay. anaarifu Sheldon Asahulu katika taarifa aliyotuandalia. Hivi majuzi ya viongozi wa kaunti ya Siaya katika ikulu ya rais jijini Nairobi imeendelea kuibua hisia mseto kutoka kwa baadhi ya wanasiasa eneo la magharibi huku viongozi wakuwa eneo hili ambao ni wandani wa serikali wakishutumiwa kuchelewesha kuleta maendeleo katika eneo nzima la Magharibi. Hata sisi umekuwa ukitusaidia, tunataka tena huo mlango ufunguliwe ili gavana aongoze viongozi wa kaunti hii, hata sisi twende tutoke huko na mabilioni ya maendeleo ili tuweze kubadilisha na kuchangia uh, kwa maisha ya watu wetu wa kaunti hii kuendelea mbele.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 Hata hivyo semi zao zimepuuziliwa mbali na viongozi wa chama cha ODM, akiwemo naibu kinara wa chama hicho Godfrey Osothi na seneta Oburu Odinga, wanaodai chama hicho hakijajiunga na serikali.

Kulingana na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ushirikiano huo ni kwa manufaa ya umoja na ukuaji wa taifa. Waliyezungumza haya katika hafla ya mazishi ya Agri Luseno eneo la Sabatia, huku waziri Mudavadi akiwasuta viongozi wanaopinga ushirikiano huo. Tujipange kabisa kwa sababu hatuwezi kuja hapa alafu tunalalamika oh, eh, Raila amefanya hii, Orengo oh, amepeleka delegation oh, nani alifungia wewe mlango bwana deputy governor? Wewe usiseme ati mlango ifunguliwe. Mlango iko wazi, ni wewe na gavana wako na wengine mujipange vile Orengo alijipanga. Hapana, kuja ambia msali aende kufungua mlango na mlango iko wazi. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Viga naitwa Sheldon.